TANESCO yasema hakuna suluhisho la haraka kwa tatizo la umeme wa LUKU kuisha haraka. Malalamiko kutoka kwa watumiaji wa umeme wa kulipia kabla LUKU yameendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, huku wateja wakidai kuwa umeme wanaonunua kwa sasa unaisha kwa kasi kubwa ikilinganishwa na ilivyokuwa hapo awali. Tatizo hili limekuwa mzigo mkubwa kwa kaya nyingi na wafanyabiashara wadogo, hasa katika kipindi ambacho gharama za maisha zinaendelea kupanda. Wateja wengi wanasema kiasi cha fedha walichokuwa wakitumia hapo awali kilikuwa kinawatosha kwa muda mrefu zaidi, lakini sasa kinadumu kwa siku chache tu bila mabadiliko makubwa ya matumizi yao ya umeme. Kwa mfano, baadhi ya kaya zimeripoti kuwa fedha waliokuwa wakitumia kwa wiki moja sasa haziwezi hata kukamilisha siku tano. Hali hii imezua maswali mengi kuhusu ufanisi wa mfumo wa LUKU na uwazi wa matumizi ya umeme. Kwa wananchi wa kipato cha chini na cha kati, umeme ni huduma ya msingi inayogusa karibu kila shughuli ya maisha ya kila siku. Kuanzia taa, friji, televisheni, feni hadi matumizi ya vifaa vya kazi kama mashine ndogo za biashara, wote hutegemea umeme. Hivyo, pale umeme unapokwisha haraka, athari zake huonekana moja kwa moja katika bajeti ya kaya na uendeshaji wa shughuli za kiuchumi. Baadhi ya wafanyabiashara wadogo wameeleza kuwa hali hiyo imepunguza faida zao au hata kuwafanya washindwe kuendesha biashara kwa ufanisi. Wamiliki wa saluni, maduka ya kuchapisha, gereji ndogo na ofisi ndogo za kompyuta wanasema matumizi yao ya umeme yameongezeka bila maelezo ya wazi, jambo linalowalazimu kununua umeme mara kwa mara zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Katika kujibu malalamiko hayo, Shirika la Umeme Tanzania, TANESCO, limesema kuwa hakuna suluhisho la haraka linaloweza kutatua tatizo hilo kwa ujumla bila kufanya uchunguzi wa kina kwa kila mteja. Shirika hilo limeeleza kuwa mara nyingi chanzo cha umeme kuisha haraka huwa hakitokani moja kwa moja na mita za LUKU, bali na mifumo ya umeme iliyofungwa ndani ya nyumba au jengo la mtumiaji. Kwa mujibu wa maelezo ya TANESCO, matatizo kama nyaya chakavu, muunganisho usio sahihi, vifaa vinavyovuja umeme au matumizi ya umeme bila mtumiaji kufahamu yanaweza kusababisha matumizi makubwa yasiyoonekana moja kwa moja. Shirika limewahimiza wateja wanaolalamika kuanza kwa kukagua mifumo yao ya ndani kwa msaada wa mafundi waliothibitishwa kabla ya kuhitimisha kuwa tatizo linatokana na mita au mfumo wa LUKU. Aidha, TANESCO imebainisha kuwa kuna matukio ambapo matumizi ya umeme huongezeka bila mtumiaji kutambua kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vifaa vinavyotumia umeme au matumizi ya vifaa vinavyotumia nishati nyingi kama pasi za umeme, majiko ya umeme, hita za maji na mashine za viwandani. Mabadiliko madogo ya tabia za matumizi yanaweza leta tofauti kubwa katika kiwango cha umeme kinachotumika. Shirika hilo pia limeonya kuhusu uwezekano wa matumizi haramu ya umeme ambapo baadhi ya watu huunganisha umeme kutoka kwa jirani bila idhini, hali inayosababisha umeme wa mtu mmoja kuisha kwa kasi isiyoeleweka. Katika hali kama hizi, mtumiaji anaweza kuendelea kulipia matumizi ya umeme ambayo hajatambua yanatokea. Hivyo basi, maelezo hayo hayajawatosheleza baadhi ya wateja ambao wanaendelea kusisitiza kuwa tatizo hilo limekuwa la kawaida katika maeneo mengi kwa wakati mmoja wameeleza kuwa hata baada ya kukagua mifumo yao ya ndani bado wanakutana na hali ya umeme kuisha haraka, jambo linalowafanya kuhoji kama kuna changamoto pana zaidi katika mfumo wa usambazaji au uendeshaji wa LUKU. Kwa upande wa wataalamu wa nishati, wameeleza kuwa tatizo la umeme kuisha haraka Linaweza kuwa na mchanganyiko wa sababu mbalimbali, zikiwemo ongezeko la bei ya umeme kwa makundi mahususi ya matumizi, mabadiliko ya viwango vya matumizi kulingana na sera za upangaji wa tozo pamoja na ufanisi wa vifaa vinavyotumika majumbani. Wamesisitiza umuhimu wa elimu kwa wateja juu ya namna ya kufuatilia matumizi yao ya umeme na kuchukua hatua za kupunguza upotevu wa nishati. Wateja wengi wameitaka serikali na mamlaka husika kuangalia kwa kina suala hili, wakisisitiza haja ya uwazi zaidi kuhusu jinsi matumizi ya LUKU yanavyohesabiwa. Baadhi wanapendekeza kuwepo na mifumo rahisi ya kuwasaidia wateja kuona kwa undani matumizi yao ya kila siku ili waweze kubaini mapema kama kuna ongezeko lisilo la kawaida. Kwa sasa, TANESCO imesema itaendelea kushughulikia malalamiko ya wateja kwa kesi moja baada ya nyingine kwa kufanya ukaguzi wa kitaalamu pale inapobainika kuwa mifumo ya ndani ya mteja iko sawa. Shirika hilo limeeleza kuwa lipo tayari kushirikiana na wateja kuhakikisha wanapata huduma bora, lakini limekiri kuwa changamoto hiyo haiwezi kutatuliwa kwa suluhisho la haraka linalofanana kwa wote. Kwa wateja wengi majibu hayo yanaacha hisia ya mseto. Wakati wengine wakiona umuhimu wa uchunguzi wa kina, wengine wanaendelea kuhisi kuwa mzigo wa tatizo umeachwa mikononi mwao. Hata hivyo, jambo lililo wazi ni kuwa umeme wa LUKU umeendelea kuwa suala ni sili linalogusa maisha ya kila siku ya Watanzania na linahitaji majadiliano ya kina, wazi na hatua za muda mrefu ili kurejesha imani ya wateja na kuhakikisha matumizi ya umeme yanakuwa ya haki na yanayoeleweka.